na sitawai kwa mwingine ila wewe na watoto wako. Naye Bwana akasema hata kama umetia bidii, uko na kitambi na watoto hawa, vile ulivyo wewe, awal kitu kizuri katika macho yetu. Hawa wazazi wanakuonyesha macho yao ya Mungu. Iwe usiku iwe mchana, Mungu anatawala katika familia amilia Nitatukuzwa nikisulubiwa. Umsalaba unamaanisha nini? Unamaanisha maisha yetu kama Wakristo, ina maanisha ishara, identity as a Christian. Sisi ishara yetu ni nini katika maisha yetu? Ishara yetu ni kwamba sisi ni watu wa Mungu. Ndipo kila wakati ukiingia kanisa hili uone umsalaba kila wakati unajua hiyo ni kanisa Katoliki, hapa ni kwa watu wa Mungu, kwa sababu ya ishara. Ukienda kotu nyumbani, katika jumuiya, kitu cha kwanza wanaweka katika hatari ni msalaba, kumaanisha hili jumuiya ni ya watu wa Mungu. Ukienda nyumba zetu, hasa wakati wote tunapobariki nyumba, jambo la ninakudhihirishia hawa ni wakatoliki ni msalaba katika u kwa sababu ni dhihirisho Mungu ako hapo na Mungu ni upendo. Ndipo sasa mara nyingi tunavaa msalaba, ndipo sasa mara nyingi tunavaa rosari ikiwa kuna msalaba. Ndipo sasa ukienda katika ofisi unakuta msalaba, kumaanisha hata sisi katika maisha yetu kubeba hiyo msalaba iwe katika kanisa ni dhihirisho la upendo na hawa watu wanaokuja katika hiyo kanisa. Kila wakati nikienda katika nyumba nione msalaba, ni dhihirisho la upendo la hawa wakazi na wafamilia hawa katika nyumba, kumaanisha wakati wote wanapoomba Mungu yuko hapo, upendo wao ni katika Mungu wakati wote Upendo wa Kristo uko ndani wako na ndio kastahili kufanya kwa watu wale wengine. Uwezi ukakuwa na msalaba na nione matusi pale watu wengine. Ni nani ambaye umebeba katika moyo wako ambayo unadhihirisha katika msalaba? Siwezi nikataka kuona umevaa rosari na hapo ndipo unafanya mambo mengine. Ni nani nayetiirisha isipokuwa yule Kristo ambaye anaonekana nje na ambaye ambayo anastahili katika nyumba zetu, katika gari zetu, what is good. Na mara nyingi niko pale tena, ni section wanafunzi, wakati wakati wanakuja kuchukua yupo, ninakuta kitu kingine, wamevaa katika shingo. Mimi sijui ishara ya dogi na maanisha nini ha? Sijui ishara ya ya ya kubwa na maanisha nini lakini, mara nyingi huwa ninaitoa mimi mwenyewe

na tutakuwa kwa nini, ishara yetu inaonyesha huyu ni Kristo, na ada nini kwa mwa nini? Okay. Very good. Ishara ya msalaba ni maisha yaha watu wakaingia katika nyumba wakakuta mama na baba huyu katika nyumba, wazazi, kwa zazi watoto wametoka na wakaingia katika wakati wote saa moja wakakuta mama akipika ugali na wakamwambia mama, tunakula hiyo ugali. Na mama mzee akakatakata nyama mmoja akajitoa kukatakata nyama, na mara wakati waliangalia ukuta wakaona msalaba, wakati walipoangalia katika meza wakaona eba na wakakula vizuri sana. Wakamwambia, ah, tulikuwa tumekuja hapa kwa sababu tulikuwa kijana yao alikuwa hapa na amekatiaea, tumekuja kulipa, lakini wacha tutumie, wachetutumie lugha nzuri. Baba, tupatie kile kwa chuo, na kwa sababu tumejua wewe ni Mkristo, tumeona msalaba, tumeona Biblia, twajua kwamba utatubariki

ni mzigo. Yesu Kristo alibeba mzigo. Ni kweli. Hakuna yeyote ambaye ni mzuri